Stori kubwa ambazo zimefikia leo hii ni kutoka huko nchini Uturuki ambako tanka moja inayobeba bendera ya Russia na iliyokuwa imejeza mafuta ya alizeti imeripoti kushambuliwa na droni karibu kabisa na pwani ya Uturuki mapema leo hii. Mamlaka ya usafiri ya bandari ya Uturuki pamoja na wakala wa meli Tribeca wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo na tanki hiyo iliyojulikana kama Midvolga 2 iliyoshambuliwa ikiwa umbali wa takribani kilomita 130 kutoka pwani ya Uturuki. Kwa bahati nzuri, wafanyakazi wake 13 hawakupata jeraha lolote, na cha kushangaza ni kwamba mpaka sasa haijafahamika ni nani hasa alihusika na shambulio hilo la moja kwa moja. Hata mamlaka ya Uturuki hazijatoa maelekezo yoyote ya kina kuhusiana na tukio hilo. Mary iliripotiwa kuendelea na safari yake bila kuomba msaada wowote na sasa inaelekea bandari ya Sinop. Taarifa zinagongana kuhusu safari ya tanka hiyo. Mamlaka za Uturuki zinasema kuwa ilikuwa inatoka Russia kwenda Georgia, ilhali ya wakala wa Tribeca anadai ilikuwa inaelekea Mersin. Ofisa mmoja wa Uturuki amesema kuwa ujumbe maalum tayari umepelekwa kwa wahusika mbalimbali wakiwemo maofisa wa Ukraine lakini hakutoa ufafanuzi zaidi. Hii inakuja muda mfupi tu baada ya rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kukemea vikali mashambulio dhidi ya meli za kibiashara katika Bahari Nyeusi. Erdogan amesema mashambulio haya hayavumiliki. Na hii kumbukwe, wiki iliyopita droni za majini za Ukraine zilishambulia meli mbili za tanka Zilizowekewa vikwazo na Kyiv, pamoja na washirika wake wa Magharibi. Meli hizo zilikuwa zikielekea Russia kuchukua mafuta. Lakini Uturuki, licha ya kuwa mwanachama wa NATO, imekuwa ikicheza nafasi yake ya kipekee ikisaidia Ukraine kijeshi, lakini pia ikiepuka kujiunga na vikwazo dhidi ya Moscow. Imefanya pia juhudi za kupatanisha pande mbili zinazopigana ikiwahi kuwa mwenyeji wa raundi kadhaa na mazungumzo huko Istanbul. Bahari Nyeusi imeendelea kuwa eneo la mvutano mkubwa kati ya Rusia na Ukraini, na Uturuki ikitaka kuhakikisha usalama wa safari za meli, hasa kwa kuwa inashiriki mipaka ya bahari na mataifa yote mawili. Tunaendelea kukuletea taarifa mpya pindi zinapotufikia. Asante kwa kutazama YouTube chaneli yetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu mara tu zinapotokea.